Baadhi ya mashehe wala ubwabwa na taasisi nyingine ambazo zinataka kuaminisha umma kwamba Watanzania tunapambana na vita ya kidini, hawa wanatakiwa wapuuzwe zaidi ya watu wengine wowote wanaotakiwa kupuuzwa kwenye taifa, kwa sababu tunavyojadili damu za watu, tunavyojadili mauaji, tunavyojadili E, dhuluma zinazoendelea tunavyojadili waliotekwa tunavyojadili ukatili waliofanyiwa watu na mamlaka dhalimu, hatujadili dini ya mtu. Sisi hatujui aliyefanya hizo dhuluma ni nani, ila tunajua wako watu wako kwenye mamlaka, wako watu wamepewa dhamana, wamekabidhiwa dhamana. Hiyo dhamana moja hawakuitumia vizuri. Baada ya kuona wameitumia vibaya, na ni kama watu hawako tayari kuwachagua tena kuwaingiza tena kwenye madaraka mara ya pili, wakaamua watumie nguvu ya aina yoyote. Wenyewe wanasema walitumia nguvu kuwadhibiti wale wanaowaita waandamanaji au watu waliokuwa wanafanya fujo, lakini ukweli ni kwamba walitumia nguvu kuhakikisha iwe iwavyo, watarudi kwenye zile nafasi walizokuwa nazo, wakati kiukweli ni kwamba Biblia katika kitabu cha Mwanzo nne mstari wa saba kinasema ukitenda vema utapata kibali. Hawa waliotumia nguvu kurudi kwenye nafasi walizokuwa nazo ni kwamba walikuwa wameshafahamu mara ya kwanza walivyokabidhiwa hizo nafasi, walifanya kwa namna ambayo ni mbaya. Wako watu walitekwa, wako watu waliuawa, wakina mzee Kibao, wako watu walidhulumiwa viwanja vyao, yaani kulikuwa kuna dhuruma, kuna utekaji, kuna mauaji, kuna vilio na machozi ambayo walikuwa wameshafahamu wamekosa kibali na mvuto mbele ya macho ya watu, yaani, kwa sababu hiyo nguvu iliyokuwa inatumika haikuwa ya kuwazuia watu waliokuwa wanajiita wanafanya vurugu, ilikuwa ni nguvu ya wao kurudi kwenye nafasi. Kwa sababu mwisho yoyote, kama ingekuwa si nguvu ya wao kurudi kwenye nafasi, wangekubali vilio vya wale waliokuwa wanaomba marekebisho yafanyike, wao wangeendelea kukaa kwenye nafasi zao mpaka marekebisho yafanyike, ndipo ufanyike uchaguzi wa watu kuwachagua watu ambao wanadhani wangeweza kuwawakilisha. Sasa nataka tu niwajulishe watanzania wote kwamba hii si vita ya dini na dini, hii ni vita ya watu waovu na watu wema. Ndio maana ukiwa mwema, uwe wa dini yoyote, uwe wa dhehebu yoyote, lazima wewe utaonekana ni mbaya. Lakini tatizo ni kwamba wabaya hawataki kuacha mabaya, wanataka kuendeana na mabaya yao na...